Wameelewe Yesu kwa undani zaidi, kwa sababu injili ile watu hawakuzielewa, wasikufunuliwa katika injili ile. Katika injili ile Biblia inaonyesha wazi jicho likikosesha li, li, li, li, li, ulimowe. Sasa hawakuelewa kwa hiyo ba aicukua nafasi kuvanua na Mungu alimwandaa ili fanue vizuri ili aelewe. Sasa hapa kinachotupatanisha sisi kwenye msalaba wa Yesu ni pamoja na damu ya Yesu kitabu cha Warumi sura ya nne. Walakini haikuandikwa kwa ajili yetu tu kwamba yesabiwe kwake. Warumi sura ya nne 23. Eh. Walakini mm -hmm. haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ihesabiwa mm -hmm. mm -hmm. ihesabiwa kwake mm -hmm. bali na kwa ajili yetu sisi mm -hmm. tutakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaoamini yeye mm -hmm. aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, sisi tunaoamini Yesu Bwana wetu katika wafu. Mm -hmm. ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu hmm. na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Haki katika maswali yote tunayoyona duniani, katika maeneo tunayoishi, tunapotembea, jambo hili lazima uliweke vizuri, uliweke makini. Tunahesabiwa haki kwa sababu Yesu

Wanatuhesabia hivi lakini, nilisema siku moja watu watatuheshimu, kama tafika mbinguni watu watatuheshimu. Bwana asifiwe. Kama tafika mbinguni, kuna kitu ambacho Bwana atafanya kitawagusa wengi, enza tukiwa bado kwenye miili hii. Kwa hiyo tungoje tu, kuna siku Mungu atatusaidia. E, Waebrania 7:25 tuangalie, 5 mwombezi wetu ambaye ni Yesu. Kitabu cha Waebrania 7:25, sura so ya 7:25. 25 naye kwa sababu hii hey aweza kuokoa kabisa hmm, wao ndi Mungu kwa yeye, ndio maana yu hai siku zote sikuzili awaombee. Anaweza kutusaidia katika shida mbalimbali tulizo nazo. Huyu huyu aliyetundikwa msalabani, huyu huyu aliyedhauliwa, huyu huyu aliyepigwa, huyu huyu ambaye watu wanamkanyaga, wanamkataa. Jamani, kumkataa Yesu silatakegalomgongoni Ukifanya makosa tu nomtata Yesu, ukifanya sio takiwa namtata Yesu. Sisi wakati tu watoto wasamiskulu walimuwali kufundisha wakiwaambia kwamba wote watakaofanya dhambi watakwenda motoni, moto kwa hiyo tukaogopa moto. Halafu mwalimu akatufundisha hivi ukirudi kutenda dhambi, namtedeisha Yesu.